Kuelekea katika kilele cha siku ya mazingira duniani ambayo ni tarehe tano mwezi wa sita. Uh, kimkoa kilele hiki kitafanyika katika wilaya ya Kyerwa Uh, katika kata kata ya Mabira viwanja vya shule ya sekondari Mabira. Ndugu zangu, wanaKyerwa tumepata bahati kubwa ya kuwa wenyeji wa maadhimisho haya, na mgeni rasmi tunategemea atakuwa mama yetu kipenzi chetu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Fatma Abbakari Mwasa. Sasa uh, niseme tu kwamba wananchi wote tujitokeze kuanzia saa tatu kuanzia saa tatu asubuhi siku hiyo ya tarehe tano ambayo itakuwa ni Alhamisi. Tuwepo pale tukiwa tunamsubiri mama yetu, tumpokee, tuazimishe kwa pamoja, tusherekee kwa pamoja siku hii, tumsikilize mama yetu anakuja kutuambia nini. Lakini pamoja na hayo, nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mkuu wa Mkoa mama yetu kipenzi chetu Hajat Fatuma Bakari Mwasa kwa maono yake na mapenzi yake mema aliyokuwa nayo kwa sisi wana Kyerwa akaamua kwamba uh, siku hii ya mazingira aiadhimishe katika wilaya ya Kyerwa. Kwa kweli tunamshukuru sana kwa kutupa heshima hiyo ya kuadhimisha siku hii ya mazingira katika wilaya yetu. Uh, kauli mbiu kauli mbiu ya siku ya mazingira mwaka huu inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa dhibiti matumizi ya plastiki. Kwa kufuatia kauli mbiu hiyo, napenda kutoa wito kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wananchi wa Kyerwa tujitahidi kutunza mazingira, lakini tujitahidi sana katika kudhibiti matumizi hayo, tusitupe ovyo plastiki hizo ambazo tayari tumesha kuwa tumemaliza nazo matumizi. Niwashukuru sana na niwaombe sana tujitokeze kwa wingi ili sasa siku hii iweze kufana. Uh, asanteni na karibuni.